Tukupongeze na tukuhakishie tutakuwa pamoja na wewe yenilu, ati, na kwenye eneo hili tutawasiliana pia na wizara ya zingine serikalini zinazohusiana na masuala ambayo umeyataja, uweze kuona tunaenda liko pamoja na utuzu. Sisi asilimia mia moja tutayafanya kazi na tutakuita tena pia uweza kukupatia mrejesho ili uone kwamba ya yale ambao uliwawasilisha kwenye mtandao, na leo hii umekuwa tayari kuja, tunakupongeza na tunakushukuru sana. Na mimi nawashukuru wataalamu pamoja na katibu mkuu tulifanikisha hili kwa haraka haijachukua muda gani? Kwa, siku mbili. mm -hmm. Kitu kama siku mbili au tatu. mm -hmm. Na hatimaye tumeweza leo hii kukutana. Kwa upande wetu sisi tunahangaika sana na bunifu za TEHAMA lakini pia kuangalia majukwaa ya kidijitali yanafanya vizuri zaidi. Tumefurahi kuona kwamba na wewe ni mmoja wa wadau wazuri katika ushiriki wa majukwaa ya kidijitali kwa tutakutumia, na hapa nilikuwa nawaza mashaka alivyokuwa natoa wazo kwa balozi wetu, masuala ya elimu kuhusu maswala ya kidijitali. Sasa tutaangalia taito hiyo ya ubalozi, yeah, mm -hmm. unapewaje, inakuaje, isomekeje, lakini tunaamini utakuwa na mchango mkubwa, na tutakuwa tayari kuweza kushirikiana na wewe, kufanya kazi na wewe, kuendelea kutoa elimu ya masuala ya kidijitali na namna gani anayonufaa kwa jamii yetu, lakini pia kwenye mageuzi wa uchumi, lakin, lapili, vizuri, ya uchumi kwa kidijitali na huduma mbalimbali za kijamii. Lakini la pili umeeleza vizuri swala zima la mahitaji ya kuwa na mfumo unaoeleweka wa usajili kwa ajili ya watekelezaji wa maudhui uh mbalimbali ya mtandaoni pamoja na mengineyo. Naelezea mfumo wa TikTok, YouTube, Facebook pamoja na mengineyo. Na sisi pia tutaona namna gani tunaweza kukaa na wenzetu wa BOT pamoja na Wizara ya Fedha kwenye kuwasiliana na mamlaka hizo husika kwa upande wetu. Mm-hmm. Endelea kutoa elimu kwa umma, endelea kuhamasisha vijana wengi zaidi waweze kuingia katika swala zima la kutengeneza maudhui, naso maudhui ya mitandaoni, lakini pia na kuhamasisha vijana wetu weze kuwa tayari na kuwa na chachu wa kufanya kazi. Lakini wakati huo unavyofanya maudhui hayo ya mitandaoni ya kutengeneza maudhui, basi maudhui pia ya mava maadili, tuendelee kuhamasisha maudhui ya ulinzi wa amani maudhui pia kuelezea mafanikio mm -hmm. kijamii na kiserikali ambayo tumeweza kuendelea kuyapata. Tuchanganye mm -hmm. aina ya maudhui ili tuweze kuendelea kuelimisha jamii yetu. Ngoma, hongera sana, tuko proud na wewe ya kupambana pia mm -hmm. amba, diana, wegira, taa, Paka, na shughuli zako zingine za uwekezaji ambazo unaendelea kuzifanya ili kuhakikisha unakuwa na uendelevu wa kipato. Umeonyesha kwamba vijana wakiwezeshwa, wengine hata wakiamua, wakawekewa mazingira sahihi na mifumo sahihi wanaweza wakajipatia kipato na wakafanya shughuli zao. Hongera sana, naendelea kwa wafarudura